Bila shaka nikikwambia unitajie aina mbili mpaka tatu za kuku ambao wanafaa kwa ajili ya kufuga katika mazingira ya Tanzania, bila shaka utawapendelea kuku wako wa kienyeji wa eneo lilopo, kwa sababu watu wengi hawapendi kusumbuka sana na kuku ambao wanasumbua kwa magonjwa, na kuku ambao wanasumbua katika ufugaji wao na namna ya kuwalea, lakini leo nimekuja na habari njema. Sisi Kuku Village tunakuletea vifaranga bora kabisa wa kuku wa kienyeji, mbegu bora ambao wanaitwa mwendokasi. Hawa kuku wa mwendokasi huwa ni kuku ambao ni wa kienyeji waliotokana na asili ya kuku wa kienyeji wa Kisukuma, ambao kwa ukuaji wa haraka ni wazuri sana. Wanaweza kufikia katika mazingira yote ya Kitanzania, iwe sehemu ya baridi, iwe sehemu ya joto, au sehemu ya upepo au mazingira yote ile. Kumbuka, Tanzania ina maeneo ya kijiografia tofauti tofauti na hawa kuku wameweza kudhibitishwa kuweza kufugwa katika mazingira yote hayo na wakafanya vizuri. Kwa hiyo kuku wa mwendokasi ndio mbegu bora kabisa kwa sababu wana sifa zifuatazo. Ni kuku ambao wanakuwa haraka, ni kuku ambao wanakuwa ni wastahimilivu wa magonjwa, wanaweza kufugwa katika mazingira yote ya Kitanzania, ni kuku ambao wana uwezo wa kutaga haraka na wanataga wakiwa na wiki 18 ambapo ni sawa sawa na miezi minne na nusu na ni kuku ambao wanakuwa ni warefu wenye maumbo makubwa. Ukiacha hilo pia ni kuku ambao wa wanakuwa na nyama tamu. Kwa hiyo leo ninakuonesha hao kuku ni hawa hapa, ambao unaona katika skrini yako. Kama unaweza kuwapenda kuku wetu, tafadhali hebu tupigie uh, simu kwa namba zinazoonekana hapo chini, nasi tutaweze kukuhudumia.